Tana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa wametekwa ili kujipatia fedha. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamesema kuwa Mawaziri walioteuliwa wanatakiwa kutendea haki nafasi walizopatiwa na, walizo na. Rais wa zamani nchini, wa nchini Malawi, Lazarus Chakwera, amesema ameridhia uteuzi wa Jumuiya ya Madola kuwa msuluhishi wa Tanzania. Habari kamili Tabora Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa wametekwa ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao amewaambia amewaambia waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao wanadaiwa kushirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimi ametekwa na watu wasiojulikana. Kamanda Abwao Amewataja watumiwa hao kuwa ni Hadija Jimi Murijo mwenye miaka 38, ambaye ni mke wa bwana Emmanuel Peter Machali, Ashura Swalehe mwenye miaka 48, na Vitusi Joseph mwenye miaka 34, ambapo wote wanadaiwa kushirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimi ametekwa na watu wasiojulikana. Watumiwa hawa watatu kwa pamoja walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Hadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumio huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watumiwao walikamatwa wa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Naye mume wa Hadija bwana Emmanuel Peter Machali amesema siku hiyo alipigiwa simu na mke wake na kumweleza kuwa ametekwa na kupata vitisho kutoka kwa mwanamume mmoja kupitia simu ya mkewe, wakimtaka atoe milioni mbili ili kuweza kuachiwa kwa mkewe, suala ambalo lilipomlazimu kukopa fedha ili kwenda kulipa kwa watuhumiwa hao. Dodoma, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET limewataka wanafunzi elfu mbili na themanini na saba waliokosa sifa za kujiunga na vyuo kwa mwaka wa masomo elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita kuomba tena kulingana na kozi zenye sifa zao kabla dirisha la udahiri halijafungwa Disemba 12 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari jana jijini Dodoma, katibu mtendaji wa NACTVET Dkt. Mwajuma Lingwanda amesema majina ya wanafunzi walioomba kusajiliwa kupitia vyuo mbalimbali ambavyo vinasajili wanafunzi moja kwa moja kwa vyuo visivyo vya afya wa mwaka wa masomo 2025/2026 ni laki moja elfu nane mia moja na tisa lakini waliosajiliwa na NACTVET mpaka sasa ni laki moja elfu sita na 22 ambao ni sawa na asilimia tisini na nane ya walioomba. Wito huo ameutoa kufuatia asilimia mbili ya hao wanafunzi walioomba kujiunga na vyuo vya kati kushindwa kusajiliwa na NACTE kutokana na kukosa sifa za kujiunga na kozi walizoomba. Kwanza ni baadhi ya vyuo kuchagua waombaji wasio na sifa stahiki, ni kwa baadhi ya vyuo visivyotumia mfumo wa udahili wa pamoja, yani ile central admission system, kwa sababu wanadahili wenyewe, lakini vyuo kuwasilisha maombi ya udahili kwa niaba ya waombaji bila ridhaa yao, au kutumia namba za simu ambazo si za waombaji husika kwenye hilo zoezi. Sasa hatua zilizochukuliwa na baraza, kwanza baraza limetoa fursa ya marekebisho, yaani wale ambao waliwasilishwa uh, wakiwa hawana sifa kutoka kwenye vyuo husika. Sasa baraza linatoa fursa kwa wao kuchagua programu ambazo wana sifa. Fursa hii itaendelea mpaka tarehe 30 mwezi wa 11. Naye mkurugenzi udahili na utunuku kutoka NACTVET Dkt. Marselina Baitirwake amevitaka vyuo kuacha kuwasilisha maombi ya udahili kwa niaba ya waombaji bila ridhaa yao. Bukoba, baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamesema kuwa mawaziri walioteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanatakiwa kutendea haki nafasi walizowapatia. Wakazi hao wakiwemo, mtaalamu wa masuala ya uongozi Aloni Kilomba na Abdul Mashankara, wamesema kuwa mawaziri hao wanatakiwa kutambua kuwa wameaminiwa na rais ya kuwa wanaweza kumsaidia katika kutekeleza majukumu ya serikali. Wamesema kuwa ni muda sasa wa kuthibitisha uwezo wao kwa vitendo pasipo kumwangusha, hali itakayowezesha serikali kutekeleza shughuli za maendeleo na kuwasaidia wananchi kuinuka. Kwa hasa walioteuliwa hawa walete matokeo chanya kama alivyokusudia Mheshimiwa Rais. Yani nafasi ya uteuzi waliopewa, wasihisi wao ni bora zaidi kuliko wengine waliobaki, bali watumie hiyo fursa kufanya kile ambacho kinahitajika kufanya. Lakini vile vile tuwatie moyo, kwa sababu maamuzi na uteuzi humo ndani ya mwenye mamlaka, yeye ndiye anayejua awamu hii ni kitu gani anachokitaka na aina gani ya watu anaweza akaenda nao. Lakini jamii inahitaji aina ya watu ambao wako tayari, wanaoweza tambua hali ya watu ilionayo na kutekeleza majukumu yao kwa wakati, ndio wakiu ya watu katika kupata viongozi wateule. Hapo jana, Rais Dr Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa baraza lake la kwanza tangu achaguliwe kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Lilongwe Rais wa zamani wa Malawi , Lazarus Chakwera, amesema ameridhia uteuzi wa Jumuiya ya Madola kuwa msuluhishi wa Tanzania. Chakwera amesema hayo alipokuwa akizungumza na wanachama wa chama chake cha MCP mjini Dilongwe nchini humo hapo jana. Chakwera amesema timu ya wataalamu kutoka Secretariat ya Jumuiya ya Madola jijini London itawasili jijini Dar es Salaam kwa ziara ya siku nne kuanzia leo Novemba 18 hadi Novemba 21, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya majadiliano na wadau mbalimbali kuhusu masuala yanayohusiana na uchaguzi na mstakabali wa maendeleo ya nchi. Abuja, Nigeria, imeripoti utekaji mwingine wa wanafunzi katika jimbo la Kebbi, tukio linaloendeleza hali ya ukosefu wa usalama kaskazini mwa nchi hiyo. Hata hivyo rekodi inaonyesha kuwa wahalifu wanaweza kuwa Boko Haram au magenge ya wahalifu wa silaha ambapo Boko Haramu ilijulikana kama kimataifa baada ya kuteka wasichana 276 wa Chibok zaidi ya miaka kumi iliyopita. Tangu wakati huo takribani wanafunzi elfu moja na mia tano wametekwa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Jeshi la polisi mkoani Tabora linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa wametekwa ili kujipatia fedha. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamesema kuwa mawaziri walioteuliwa wanatakiwa kutendea haki nafasi walizopatiwa. Na Rais wa zamani wa Malawi, Lazarus Chakwera